Na, mtazamaji karibu katika kipindi chako pendwa cha masuala mazima ya mazingira, lakini hatuwezi kuangazia mazingira bila kuangazia jinsia na tabia nchi kwa ujumla. Kesho ni Novemba 10 mwaka 2025, kuna jambo linaenda kutokea katika ulimwengu. Utajiuliza ni jambo gani? Jambo hilo si lingine, ni mkutano wa COP 30 ama kwa Kiingereza ama kwa Kimombo tunaita kopu 30 ambayo inaenda kufanyika katika nchi ya Brazil. Kama nilivyokueleza, mkutano huo utaenda kuangazia mambo kadhaa, ikiwemo masuala ya tabia ya nchi na uhifadhi wa mazingira kwa ujumla. Lakini leo nataka kukujulisha tu kama mwanzo wa makala yetu ama mwanzo wa mfululizo wa makala mbalimbali mbali za upatikanaji wa nishati safi katika nchi ya Tanzania. Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo zimejipanga vyema na kwamba tayari inazo ajenda kumi na mbili ambazo inaenda kuwasilisha katika mkutano huo huko nchini Brazil. Ni mkutano gani? Kumbuka, ni COP 30 ama COP 30, yaani ni mkutano wa 30 tangu masuala ya mkutano wa namna hiyo wa uhifadhi wa mazingira na tabia nchi uanze. Lakini tujiulize, nini zaidi kipo ndani yake? Mtaalamu wa masuala ya mazingira ambaye ni Bonaventure Mchomvu kutoka katika shirika lisilokuwa la kiserikali la Climate Action Network Tanzania, na ni meneja uendeshaji huyu wa shirika hili. Anaeleza zaidi kuhusiana na mkutano huo na nini Tanzania tunatarajia kukipeleka. Karibu, ndugu Mchomvu juu ya uh, mkutano wa kimataifa wa mabadiliko ya tabianchi unaowa thelathini unaoenda kufanyika kule mjini Belém nchini Brazil. Uh, lengo na kwa nini tumeamua kufanya mafunzo haya ni kwamba tunatamani kuona waandishi wa habari katika kazi ya kitaifa wakiweza kuihabarisha jamii, lakini pia na majirani zetu na taifa na kimataifa, juu na kima ya maandalizi ya mkutano huu kama nchi ambapo waandishi wa habari hao tunatamani wawe na uwezo au wapate uelewa wa kuandika taarifa ambazo zitaongelea maandalizi au kabla ya kwenda kwenye mkutano, nini kinaenda kufanyika huko, kuhabarisha wananchi, lakini pia waweze kuandika na kuripoti kipindi cha mkutano, lakini pia mwisho wa siku, pia waweze kuripoti na kuandika taarifa baada ya mkutano, kwa yale yatakayofikiwa kule mjini Beleni, nchini Brazil kwa kuangalia kwamba nchi kama, kama nchi ina maadhimio au imeondoka na malengo makuu kama zaidi ya kumi na mbili ambayo inaenda kwa ajili ya kwenda kuyawasilisha au kuishirikisha dunia juu ya masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi hasa katika ngazi ya kitaifa. Tunajua mabadiliko ya tabia nchi uh, hayana mipaka ya kisiasa na ni janga ambalo lipo na litaendelea kuwepo lakini nchi kama nchi imefanya juhudi kadha wa kadha katika kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi na juhudi hizi zimekuwa zikionekana wazi wazi kwa kuainisha uh, uh, sera uh, kanuni, mikakati ambayo ina ihusisha moja kwa moja katika kukabiliana na majanga ya mabadiliko ya tabia nchi. Na nguvu kubwa, ukiangalia kama nchi inayoendelea au kama taifa, nguvu kubwa imewekwa katika kuhakikisha ustahimilivu wa jamii, lakini na rasilimali juu ya masuala mazima ya mabadiliko tabia nchi. Lakini nchi kama nchi pia haijaacha nyuma swala zima la kupambana na upungufu au kupunguza kiasi cha uchafuzi wa anga kwa maana ya kwamba emission reduction, na ndio maana imeku ipambana na kauli kuu ikiwa juu ya kuwa na nishati safi ya kupikia. Hii yote ni katika kuhakikisha kwamba mwananchi lakini na taifa zima pia linashiriki na linashiriki ana na wananchi wenyewe, lakini pia na mataifa mengine katika kupambana na mabadiliko ya tabianchi. Hivi karibuni shirika la masuala ya habari Tanzania ni Tanzania Media Foundation, wengine wanaita TMF, chini ya mkurugenzi wake ndugu Dastan Kamanzi waliandaa mafunzo kadhaa ama mafunzo kazi kwa ajili ya habari tija ama habari zenye tija katika nchi ya Tanzania kuhusiana na mkutano huu wa COP30 ama COP30 ama COP30 kwa wengine kama ilivyozoeleka. Mkutano huu ulihusu uandishi wa habari kutoka katika kona mbalimbali za nchi ya Tanzania, na ndugu Kamanzi anaeleza kinaga ubaga kwa nini mkutano huu ulifanyika hivi karibuni kwa ajili ya kuelekea katika mkutano wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya tabia nchi na uhifadhi wa mazingira. Ndugu Kamanzi, karibu. <coughs> Mimi ni Dastani Kamanzi, ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Media Foundation. Uh, tumekuwa hapa kwenye siku tatu za kuendesha uh, naweza kusema ni kikao kazi, sio mafunzo kama mafunzo, ni uh, mkutano wa kufanya kazi na waandishi wa habari lakini tunasema ni uandishi wa habari ambao eh, ni shirikishi. Tukisema shirikishi i tunasema collaborative journalism ambapo tunawaleta waandishi wa habari pamoja na wataalamu. Sasa mkutano huu ni mmoja wa eh, wa mikutano mfululizo ambao tunaifanya kwenye mradi ambao umefadhiliwa na, na OPM eh, na ambayo inafadhiliwa na ubalozi wa Swiss na ni sawa. Eh, ni pakatajua kipande hicho na ubalozi wa Uingereza, TMF, Tanzania Media Foundation. Tunawashukuru sana wafadhili, kwa sababu sisi tumekuwa ni wadau wa kusisitiza kwamba uandishi wa habari katika nchi yetu ya Tanzania unahitaji sana sana malezi eh, malezi kwamba uandishi waweze kuzalisha bidhaa za kihabari ama eh, maudhui ya kihabari yenye viwango vya ubora, lakini yenye mguso, lakini kwa wingi kwa sababu uandishi tunaoita watija unakosekana kwenye vyombo vya habari. Sasa tunapopata sapoti kutoka kwa wadau kama OPM e, tunaona kwamba wanaunga juhudi yetu ya kuhakikisha kwamba tunapata uandishi ambao unalenga kuwajibisha mamlaka lakini pia kuwajengea uwezo wananchi waweze kudai uwajibikaji katika nchi yao, na hii ni nguzo mojawapo kubwa ya nchi ya kidemokrasia ama ya misingi ya kidemokrasia. E, kwa hiyo tumekuwepo hapa, mradi huu umeanza ni miezi minne na ya bila shaka tutaweza kuendelea. E, sisi tunaamini kwenye uendelevu wa kujifunza na kuwajengea watu uwezo sasa. E, siku hizi tatu zimewajengea uwezo sana waandishi wa habari e, ishirini ambao wanakwenda sasa kuzalisha maudhui ambayo yanaenda sambamba sana na, na, na mvutano e, ambao tunaoita COP, e, COP ni conference of parties ni ambao e, una, una focus kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi sasa waandishi wetu watakuwa wakifuatilia kabla ya mkutano huo kuanza, ambao unaanza tarehe kumi mpaka tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi na moja Kipindi cha kabla watakuwa wanajaribu kuangalia mambo mtambuka, ajenda mtambuka ambazo zitakwenda eh, kuzungumzwa huko kwenye huo mkutano, lakini baadaye tena watakwenda ku, eh, ku, kuanza ku cover stories ambazo za kipindi hicho cha mkutano huo na baada ya hapo, ili kuleta uwajibikaji. Kwa hiyo eh, kipindi hiki cha siku tatu kimeajalia msingi mzuri. Na bila shaka waandishi wataenda kufanya kazi nzuri sana ya kujenga nchi yetu na hasa kwenye kufocus kwenye mambo ya climate change ama mabadiliko ya tabianchi. Asante sana. Pamoja na mambo hayo. Lakini Nyekani TV Afrika tutakuletea mfululizo wa makala kadhaa ambazo zitaangazia kinaga ubaga nje ndani kuhusiana na masuala haya ya upatikanaji wa nishati safi lakini pamoja na ujumla wake wa masuala ya jinsia. Nini unakitarajia? Nini una matarajio nacho ama wasiwasi wasi nacho katika jambo hili la masuala ya nishati safi? Kwa sababu nchi ya Tanzania, watu kadhaa wameendelea kutumia misitu, wameendelea kutumia kuni kama nishati ya kupikia. Malengo yetu ni kwenda katika kutumia uh, nishati safi. Mtanzania na mtazamaji popote pale duniani unaitazama Nyikani TV. Asante kwa kuambatana nami katika mwanzo huu wa masuala ya makala ama mfululizo wa masuala ya nishati safi katika nchi ya Tanzania na mkutano wa COP30 ambao unaendelea ama utaanza kesho katika nchi ya Brazil na maandalizi yote yako tayari. Utaendelea kuwa nami Gordon Kalulunga, hapa Nyikani TV Afrika na kuhakika nitakuletea kinaga ubaga, na sauti zako zitasikika, sauti za mamlaka zitasikika, na sauti za ndege zitasikika, maana yote ni mazingira yetu. Uwe na wakati mwema.